Chionda ulimjuaje mungu mimi nilimjua mungu kabla mzungu wa wanamwarabu hawajaja wa kuleta dini zao wa Afrika Kwa Afrika tuitengeneza mahekalu ya kumtaja mungu pta, mungu maati godi godi toti godi tehuti. Ukishasikia neno Godi maana yake mungu wewe nye unju, unajiita unju bini binunyuki unju bini nani mtoto mdogo usijitambua sikutangazi ila na kuondoa na kuona wewe ni fikra, fikra zako ziko chini, low vibration. Unauliza Mungu Mungu, ulimjuaje? Mi i'm a god myself, but i i know they have high one high power ranking above me who control everything, we call the creator of all, muumbaji wa vyote, nyinyi mkamwita Mungu ili mtu amuelewe nyinyi na mapokeo yenu, lazima useme neno Mungu. Neno Mungu linatokana na neno gada, Gadas, god of Bavaria and the Prussian god, gada, mungu wa Kibabeli, mungu wa Maprusia, mungu, mungu, mungu wa dunia za kipagani za wazungu. Ndio maana kwa jamaa yangu mmoja anasema Your food is fakey, your news is fakey, your medicine is poison. The war are based on your lie. And them, you are to them, you are just a sheep. Yaani pesa zao unazozishika umetajirika unasema na mabilioni ya dola. Fake money, paper money. Kicho kwenye maji zinaoza. Zahabu ndio original money. GMO, genetic modifying organic, vyakula vya kutengeneza modifying seed. Chakula kinakaa supermarket miaka miwili. Maji yanakaa kwenye dumu miaka miwili Wewe mwenyewe unaona, unakunywa maji, it's a poison. Utatokaje kwenye hizi njia? Ungana nami, ungana nasi, Chionda wa Chionda, Grandmaster Sure, na Pan Africanism walojumuika bara zima la Afrika na ulimwengu wote. Nia, our goal, our motto